Na leo nilikuja kuangalia uvunaji wa magugu maji mapya, lakini pia kwa upande wa pili wa daraja mnaweza mkaona kama kuna msitu mrefu ndani ya ziwa Victoria. Hiyo ni madhara, kwa sababu maji ya ziwa tunayatumia kwa ufugaji wa samaki, tunayatumia pia kwa usafiri wa vivuko, tunayatumia pia kwa ajili ya uendeshaji wa maisha yetu kupitia matumizi ya maji safi na salama. Kwa hiyo, habari njema ambayo tunayo leo ni kwamba baada ya kuwasilisha kilio chenu kwa Rais Samia, Rais Samia amejibu kilio chetu na ametoa fedha kwa ajili ya kuhakikisha tunakuwa na mradi wa kutokomeza haya magugu ili yasiathiri shughuli za usafirishaji, shughuli za uvuvi, lakini pia shughuli za upatikanaji wa maji ndani ya ziwa. Kwa hiyo kwa sasa tunaendelea na programu ya kuyatokomeza, na kwa sababu tunafahamu magugu haya yanaoza baada ya muda si mrefu. Kwa hiyo hayatakuwa salama kuendelea kukaa pale. Nimemwelekeza mtu wa bonde kuhakikisha magugu yale yaliyovunwa sasa kuyaondoa pale na kuyapeleka kwenye dampo ambako hayawezi kuathiri mwananchi wa hapa Misungwi wala Sengerema. Lakini jambo la pili Serikali itanunua mitambo ya kisasa inayofanana na hicho kivuko mnachokiona, ili kuweza kusafisha eneo la Ziwa Victoria. Kwa hiyo tutafanya usafishaji wa eneo haya yote, mnaona pale ni magugu tu. Kwa hiyo Serikali italeta huo mtambo wa kisasa na tayari utaratibu, na Rais Samia amekubali. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Majaliwa kwa kufuatilia sana jambo hili na hatimaye rais amekubali, na muda si mrefu tutaleta mitambo ya kisasa inayofanana na kile kivuko, mitambo mitatu, ambayo itakuwa inakula hayo magugu yote na kuhakikisha kwamba Ziwa Victoria haliendelei kupoteza ubora wake, haliendelei kupoteza kina cha maji, lakini hata wavuvi na wale wanaofanya ufugaji wa samaki wa vizimba hawawezi kuathirika na magugu maji. Lakini jambo la pili, hili daraja muda si mrefu, Waswahili wanasema mwenye macho haambiwi tazama. Watu wote mnaliona daraja liko ukingoni kabisa kukamilika, na hata mimi nitakapotoka hapa nitapita juu ya daraja kuangalia kinachoendelea. Kwa hiyo ni daraja ambalo linapitika, daraja ambalo lami upande ule na upande huu iko hatua za mwisho tunaweka taa nzuri za barabarani ili mheshimiwa Rais dr Samia ah, hivi karibuni atakuja tena hapa kwa ajili ya sherehe kubwa ya uzinduzi wa daraja hili. Kwa hiyo, swala na changamoto ya hapa Kigongo Busisi rasmi itakuwa imefanya nini? Kwa hiyo tunaambiwa, innallaha maswabirina, wenye kusubiri wako pamoja na mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuendelee kuvuta subira siku si nyingi changamoto hii itakuwa imekwisha kabisa. Sasa changamoto ni yale makubwa ya zamani, ambayo sasa yanahitaji nguvu ya ziada, na kupitia wataalamu wetu wa bonde, wataalamu wetu wa nemki, tunaanza hatua mbili za haraka. Hatua ya kwanza ni kuyajaribu, kuyakata, kuyapunguzia spidi ya kukua, tuone kama anaweza yakazama. Hatua ya pili, mheshimiwa e, waziri mkuu alielekeza tununue mashine za kukata za kisasa na manunuzi yake yamesha kuanza. Nadhani ndani ya mwezi mmoja au moja na nusu tutakuwa tumepata. Manake ni kwamba kwa kuanzia kwenda mbele sasa, changamoto ya magugumaji tuta manage kwamba tutakuwa tuna mashine zetu za, za, za kisasa na kuweza kuyaondoa kwa kushikana na serikali ya mkoa, nadhani tuta manage, lakini so far haiko hivyo, kwa tuwa za kwanza tunaona mafanikio kweli ni mazuri, na leo njia na leo ziwa ni safi na kazi imefanyika na vinaendelea na, na kazi malalamiko kuepo hayapo tena. Kasi mkuu mkuu yake, bonde, laini, kwa hiyo kwa hiyo kiasi fulani nimpongeze wa mkoa na timu yake, wenzetu nemki, changamoto mazingira tunaifanyia kazi kwa nguvu sana, na matokeo yanaanza kuonekana, na ni changamoto ambayo kila mtu ni mdau. Mimi ni wadau, lazima tushirikiane.